Yes, bana sawa sawa digital kama ulikuwa e, makini kuweza kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii e, bana huko nchini Marekani kumekuwa kuna e, e, fashion tofauti tofauti ambazo zimeonyeshwa na watu tofauti tofauti ambao waliweza kushiriki katika jumba e, la makumbusho la sanaa ambalo la Metropolitan la huko New York ambalo pia lilikuja kuleta uhai wa heshima e, wa kihistoria ni masuala mazima ya, ya, ya movies lakini pia na vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatokea. Sasa hiyo video ambayo unaiona huyu ni Rihanna, e, ni moja kati ya wanawake pia ambao wanafanya poa kabisa kwenye muziki, ingawa kwa sasa hivi ni watu wengi wamekuwa, hata ukiangalia hii video inaonyesha kwamba huenda ni mjamzito, lakini pia tuweze kutegemea mtoto wao wa tatu. Uh, na na mumewe ambaye anafahamika kwa jina la Asap, ni moja kati ya watu ambao pia wametoka mbali, lakini pia mpaka sasa hivi wana watoto wawili. Na huyu ambaye anaonekana kwenye hii video, ukimwangalia anaonekana ni mjamzito kabisa, miezi kadhaa tu ambayo uh, inaonekana kwamba tayari uh, ana ujauzito. Sariana pia ameweza kuonyesha ujauzito wake pia live kabisa, live kabisa. Kila mmoja ameweza kuona katika hiyo Met Gala mwaka 2025, lakini pia anaweza kutarajia kuweza kupata mtoto wa tatu na mpenzi wake Asap Rocky kutokea huko nchini Marekani. Lakini pia hapo hapo kwenye hilo onyesho e, pia e, mke wa Ronaldo pia walionekana pale akiwepo pamoja na Ronaldo e, Georgina Rodriguez mke halali kabisa wa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo kwenye Met Gala e, ya mwaka 2025 je, yeah, hiyo imekuwa imekuvutia kwa kiasi gani? lakini pia utamaduni na mitindo wa watu weusi huku, tamasha hili la kila mwaka Met Gala ambalo lilikuwa likiendelea eh, siku ya Jumatatu jioni, ndipo ambapo waliweza kufanyika kutokea huko nchini Marekani. Masta tofauti tofauti, alikuwepo kila mmoja, alivaa vile ambavyo anaweza then, kila mmoja kaonyesha design tofauti tofauti ambazo zinakuwa, eh, ziko poa, na hii imeonyesha usta wao zaidi. Lakini watu wengi pia wamekuwa surprised sana mara baada ya kuweza kumuona Rihanna ameweza kuonyesha tumbo lake na kudhihirisha kwamba eh, ni halali kabisa ana ujauzito tutegemee mtoto atakao wa kike au wa kiume, kwa sababu baraka zake Mungu ndizo ambazo zinakuwa e, zinaonyesha. Lakini pia sisi kama sawasawa digital tutakupa updates na taarifa yote kuhusiana na kila kitu ambacho kinakuwa e, kinaendelea kutokea. Habari kigenjani mwako, tunakwambia endelea kutufuatilia.